Mwanamke mmoja mwenye asili ya Brazil ameishi humu nchini kwa zaidi ya miaka 40 katika eneo la Likuyani, kaunti ya Kakamega. Elvis Kosgei alimtembelea mwanamke huyu nyumbani kwake Kongoni, ambapo anaishi tu kwa amri ya Mungu kutokana na mazingira alimokuwa. Mbali na hayo, amedai kwamba amejaribu kutafuta usaidizi kutoka kwa ubalozi wa Brazil bado mafanikio yoyote. Taratibu, chungu anatambaa kwenye kiporo hiki cha jana ambacho kitaliwa kwa mboga hizi zilizokotwa njiani. Anakula ugali bi huyu, Maria Antonio Barbosa Dos Santos au kipenda Brazil. Ndio maisha haya ya Mungu hautuseme ai jambo ya Kiswahili. Kwa karibu utagundua jinsi mikunjo na mapeto yalivyouchokoza uso wake usokuwa na hatia na kuupoteza uzuri wa ujana wake ukutani pametundikwa picha hizi zinazompa kumbukizi ya familia yake iliyopo kule Penedo, Brazil, miaka 66 iliyopita kipindi kile akiwa msichana sheshe, msichana msichana kadogo hivi <laughs> kadogo hivi, mtoto yamenyewa mkoana miaka kumi na tisa, ambapo amedai urembo huo ulimpa mvuto mbele wa vulana waliovunja shingo kila walipopishana naye njiani, ila hayo ni ya jana. Leo maskini yuko katika taifa geni, kafungiwa katika ngome ya nafsi yake mwenyewe. Maskini hana afya nzuri, umaskini umepiga hema hapa. Ana meza mate chungu kisha anatupa kisa chake, nakucha na msungu umoja man ukuwa na watoto waina mapacha wawili na hizi mapacha kuwa na mezi mbili baada ya kutofautiana na Mjerumani, kufuatia kile anachokitaja kuwa aliteswa kwa kumtumia kama yaya. Moyo wake uliota mapenzi na huyu bwana ambaye alikuwa kijakazi wa yule Mjerumani. Maria anadai huyu bwana alimtaka aingie kwenye gereza liitwa Londoa ili awe mwokozi wake. This nafanya 75 76 Msungu anaanza kuchapachapa mimi, wakatia hili na lile, ili kucheza karata ya maisha na kutorokea Kawangware, Nairobi, baadaye kufanikiwa kupata watoto wawili miaka 40 iliyopita, licha ya kudungiwa shindano ya kudhibiti uzazi na bwenyenye yule, ila mtoto mmoja alifariki kutokana na mazingira tatanishi walimokuwa kiishi. Sasa anafukuza mzee yangu kwa kazi, kufukuza mzee yangu kwa kazi, mimi nafai nini? Mimi nafata. Baadaye wakaugura mji wa Nairobi mwaka elfu mbili, wakaamia hapa Kongoni, Likuyani, kaunti ya Kakamega. Mumewe alipogundua na virusi vya ukimwi akapata kiharusi, yani stroke, ambao umefanya mwili wake kupooza hadi leo. Waluya ndugu yake anakufa na ukimwi Naye anachukua bibi yake baada ya kugundua ana virusi vya HIV, ugonjwa wa kisukari, vidonda vya tumbo na ugonjwa wa tumbo unaotishia kuvunja miguu yake. Maria aliamua kujipa faraja ya nafsi. najikuna ilani iyote najikuna najikuna kama indani ikuna kitonda bado hali kadhalika ugonjwa wa tumbo uliotoa mara na utumbo wote nje. Vilevile tulifanikiwa kumpata mtoto huyu wao wa kipekee Christine Matia mwenye umri wa miaka 38 akichapa vibarua mashambani mwa watu ili kuwapalishe watoto wake tano pamoja na wazazi wake hawa wagonjwa at least najaribu kutafuta pesa venye watasurvive hata kama ni madawa na machakula. Aidha, Kristina anadai waume wa watoto wake walimtoroka kutokana na hali yake. Pengine ni muhimu kutaja kwamba Maria Antonia Barbosa dos Santos amejaribu kutafuta usaidizi kutoka kwa balozi ya Brazil bila mafanikio yoyote. Yenye ningesema ni kwamba sisi kama majirani na pia watu wa hii Kongoni, kama tunaweza kama tutapata tutawe, tutaweza kuwasaidia, ili wapate usaidizi, si kwa pesa peke yake, hata kama ni kwa chakula waweze kuwaletea, kwa sababu wako na shida hasa ya chakula, hawajiwezi. Huku akizungumza kwa lugha yake ya Brazil, Maria ana ombi moja tu kwa serikali ya Brazil kwamba wamsaidie kumuunganisha na wazazi wake iwapo wapo hai, aqui wanasema kwamba jitihada iondoi kudura, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu amtupi wa mja wake, basi familia hii ina matumaini makubwa kwamba itafika siku njema ambapo mambo yatawatengenea nataka na kupata usaidizi kutoka kwa wadau wanaohusika. Elvis Kosgei, KTN Leo, katika eneo la Kongoni, kaunti ya Kakamega.